Habari na karibu kwenye muhtasari wa soko kwa wiki iliyopita ambapo tutakuletea maendeleo mbalimbali yaliyotokea kwenye soko la hisa na dhamana hapa Tanzania kwa wiki ya biashara iliyoishia tarehe 25 Aprili. Wiki hii soko la hisa la Dar es Salaam limeshuhudia kushuka kwa thamani ya mauzo kwa asilimia 49.03 kutoka shilingi za kitanzania bilioni 7.04 hadi kufikia shilingi za kitanzania bilioni tatu nukta tano saba na tukiamia katika kampuni zilizokuwa na mchango zaidi kwenye mauzo kwa wiki iliyopita, tuna kampuni ya CRDB ambayo iliongoza kwa kuchangia asilimia tisini na nne nukta nne sita ya jumla ya mauzo ikifuatiwa na TPCC ilikuwa na mchango wa asilimia moja nukta sita tisa na NMB iliyokuwa na mchango wa asilimia moja nukta sita nne. Kampuni zilizoongezeka thamani kwa wiki iliyopita, tuna kampuni kama Afriprise iliyoongezeka thamani kwa asilimia nne nukta mbili sita na kufunga wiki kwa bei ya mia mbili na arobaini na tano kwa hisa moja. MBP iliongezeka thamani kwa asilimia mbili nukta sita na kufunga wiki kwa bei ya mia tatu tisini na tano kwa hisa moja. Hisa zilizoshuka bei ni kama vile Mkombozi Commercial Bank iliyopungua kwa asilimia tano nukta moja saba na kufunga wiki kwa bei ya mia tano na hamsini kwa hisa moja. NICO ilipungua kwa asilimia nne nukta moja saba na kufunga wiki kwa bei ya mia sita tisini kwa hisa moja. Tanga Cement ilipungua kwa asilimia mbili nukta mbili mbili na kufunga wiki kwa bei ya elfu moja mia saba na sitini ilipungua bei kwa asilimia sifuri nukta tisa nane na kufunga wiki kwa bei elfu nne na sitini kwa hisa moja. Na tukiamia katika soko la hatifungani, soko la awali, tarehe 23 Aprili, benki kuu iliingia sokoni ili kufanya mnada wa kuuza hatifungani za serikali za muda mfupi. Viwango vya usajili katika hatifungani ya siku 35, 91 na 182 ilikuwa asilimia mia, na kiwango cha usajili katika hatifungani ya siku 364 ilikuwa ishirini na mbili nukta nne saba bei elekezi katika mnada huu, katika hati fungani ya siku mia tatu sitini na nne iliweza kuongezeka hadi kufikia tisini nukta nane ikilinganishwa na themanini na tisa nukta saba moja katika mnada uliopita. Wastani wa riba katika mnada huu iliweza kushuka kwa asilimia sifuri nukta sifuri mbili sifuri tatu kutoka asilimia 8.9344 hadi kufikia asilimia 8.9141. Na tukimalizia na soko la upili, yani secondary market, kulikuwa na punguzo la asilimia 93.88 katika mauzo ambapo mauzo yalipungua kutoka shilingi za Kitanzania bilioni 187.5149 hadi kufikia shilingi za kitanzania bilioni 11.4671. Idadi ya miamala pia ilipungua kutoka 139 hadi kufikia 88 na hatifungani zilizouzika zaidi zilikuwa ya miaka 15 2025 ambazo zilikuwa na mchango wa asilimia 97 ya jumla ya mauzo yaliyopita katika soko hili.